Kutoka sura ya kwanza. Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli waliokwenda Misri pamoja na Yakobo, kila mmoja akiwa na jamaa yake: Rubeni, Simeoni, Lawi na Yuda, Isakari, Zebuloni na Benyamini, Dani na Naftari, Gadi na Asheri wazao wote wa Yakobo walikuwa watu sabini. Yosefu alikuwa tayari yuko Misri. Basi Yosefu, kaka zake wote na kizazi kile chote walikufa, lakini Waisraeli walikuwa wamezaana na kuongezeka sana, idadi yao ikawa kubwa mno, wakaijaza nchi. Kisha mfalme mpya ambaye hakumfahamu Yosefu akatawara Misri. Akawaambia watu wake, tazameni, Waisraeli wamekuwa wengi mno kwa idadi kutuliko sisi. Njooni, ni lazima tuwashughulikie kwa uangalifu, la sivyo watazidi kuwa wengi zaidi, na ikiwa patatokea vita, watajiunga na adui zetu kupigana dhidi yetu na kuondoka katika nchi hii. Basi Wamisri wakaweka wasimamizi juu yao wakawatesa kwa kazi ngumu. Wakajenga miji ya Pithomu na Ramesesi kwa ajili ya akiba ya Farao. Lakini walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea katika nchi. Wamisri wakawaogopa Waisraeli, hivyo wakawatumikisha kwa ukatili fanya maisha yao kuwa machungu kazi ngumu ya lami, kufyatua matofali na kazi zote za mashambani. Katika kazi zote Waisraeli waliwatumikisha kwa ukatili. Mfalme wa Misri akawaita wakunga wa Kiebrania Shifra na Pua, mtakapowazalisha wanawake wa Kiebrania, chunguzeni wanapojifungua ikiwa ni mtoto wa kiume muueni, lakini msichana mwacheni aishi. Lakini wakunga walimcha Mungu, wakakataa kufanya alivyoamuru mfalme, wakaacha watoto wa kiume waishi. Ndipo mfalme akawaita na kuuliza, kwa nini mmefanya hivi? Mbona mmeacha watoto wa kiume waishi? Wakunga wakamjibu wake wa Kiebrania ni tofauti na wa Kimisri, wana nguvu na hujifungua kabla hatujafika. Basi Mungu akawatendea mema wakunga hao, na Waisraeli wakaongezeka zaidi. Kwa sababu walimcha Mungu, Mungu akawajalia familia zao wenyewe. Kisha Farao akatoa agizo, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa Waebrania tupeni katika mto Nile lakini ni mtoto wa kike mwacheni aishi.